Kuelekea mwaka elfu mbili na ishirini na sita napenda kukuhusia ewe ndugu yangu Muislam, pamoja na kuihusia na nafsi yangu ya kwamba tuwachane na marafiki wabaya, marafiki ambao hawatukumbushi isipokuwa shari, marafiki ambao ni sababu ya sisi kuwa mbali na Allahu subhanahu wa ta'ala. Tafuta rafiki mwema ambaye atakuwa ni msaada kwako wewe hapa duniani na kesho akhira. Ibn al Qayyim Aljauzi rahimahu llahu ta'ala ana maneno yake mazuri, anatuambia: al akhu salih, rafiki mwema, al akhu salih rafiki mwema, khairun min nafsik, ni mbora kuliko nafsi yako lianna lnafsa amaratun bisu. Kwa sababu maumbile ya nafsi imeumbwa kuwa ni yenye kuamrisha maovu, hasa hasa mtu unapokuwa ni mtu wa kujitenga-tenga na kujiweka mbali na watu. Wal akhu lsalihu, na ndugu mwema, rafiki mwema, la yamuru ya illa bil khairi, hatokuamrisha wewe